Serikali ya Kenya kupitia wizara ya mashauri ya nchi za kigeni inasema inajitahidi kubaini mazingira yaliyosababisha madai ya kutekwa nyara kwa wanaharakati wawili wa Kenya, Bob Njagi na Nicholas Oyoo nchini Uganda katika mazingira ya kutatanisha, mwenyeji wa wanaharakati hao Robert Kyagulanyi almaarufu Bobi Wine akichapisha kwenye ukurasa wake wa kijamii wa mtandao wa X kwamba wawili hao walitekwa nyara na watu waliokuwa wamejihami na kufunika nyuso zao kwenye kituo kimoja cha mafuta cha Kireka jijini Kampala mnamo Jumanne na kisha watu hao kuondoka na wawili hao. Wine akilaani tukio hilo na kuitisha wawili hao kuachiliwa huru huku akidokeza kwamba kutekwa kwao ni kutokana na wao kumuunga mkono katika azma ya kumuondoa uongozini Rais Yoweri Museveni katika uchaguzi mkuu ujao. Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya Kipchumba Murkomen akithibitisha madai ya kutekwa nyara kwa Bob Njagi na Nicholas Oyoo akibaini kwamba serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Mambo ya Nje inashughulikia swala hilo kidiplomasia. Niliulizwa kuhusu baadhi ya wa Wakenya ambao walikwenda katika taifa jirani na kujikuta katika upande usiofaa wa sheria. Nataka kuhakikishia kwamba Wizara ya Mambo ya Nje inashughulikia swala hilo na kwamba swala hilo litatatuliwa. Ni wajibu wa serikali ya Kenya kuwalinda raia wake katika sehemu yoyote duniani. Wanaharakati hao walikuwa nchini Uganda kwa mkutano wa kisiasa wa mgombea wa urais wa chama cha National Unity Platform, Bobi Wine, mpinzani mkuu wa rais aliye madarakani Yoweri Museveni kabla ya uchaguzi mkuu ujao, kulingana na mmoja wa wanaharakati waliosafiri na Oyoo na Njagi. Kufuatia utekaji nyara huo, simu za wawili hao zilizimwa na hawajulikani waliko. Mwanaharakati huyo ambaye pia alitekwa nyara na baadaye kuachiliwa alisimulia kuwa waliwekwa kwenye gari lililokuwa likiwasubiri ya watekaji hao kuondoka nao kwa kasi. Ikiaminika kwamba wanaharakati hao walikamatwa wakiwa sehemu ya msafara wa kampeni wa mwanasiasa Bobi Wine aliyekuwa anafanya kampeni zake za urais katika wilaya ya Kamuli mashariki mwa Uganda wakati tukio hilo lilipotokea. Nikiripoti kutoka jijini Nairobi, jina la langu ni Duncan Maiche ITV.